Anasema kwamba shida yake ilianza kama ujauzito. Kwa hiyo wakatoka kule kijijini kwao, wakaja Kahama. Walipomfanya uchunguzi, hawakugundua chochote. Aliporudi sasa nyumbani, akaendelea tu kuwa anaenda kutibiwa kwenye hospitali za kawaida, lakini alikuwa anajisikia kama anatapika sana, lakini tena huko chini anatokwa na damu akipata hiyo changamoto alikuwa anaenda hospitali anatibiwa anarudi, wakaamua kuto kukaa sasa. Baadaye mwezi wa tatu akaanza sasa kuumwa tena, kile walichokiona Kahama wakampa rufaa kuja huku, na hapa alipokuja kupimwa, wakaona vile vile, wakamwambia kwamba matibabu yake ni kufanywa upasuaji na ndicho alichofanya. Acha mama, ni kweli alishawekwa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 Ovarian ectopic pregnancy. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi tutoe hiyo ovary kwa sababu ilikuwa imeshika na kitoto, na baada ya hapo mama akawa iko vizuri na anaendelea vizuri. Mingi pia tunasema hizi ovarian pregnancy, au mimba ambayo imetumia imetungia kwenye ovary nyingi, zina zinapasuka ikiwa ni miezi mitatu ya kwanza ambayo tunasema ni zina rapture kwenye early first trimester, si ndio?